Msimamo wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo CHADEMA nchini Tanzania umeendelea kuwa ni mkali kweli kweli kusimamia kile ambacho wanakiamini kulingana na ajenda yao kuu ya mwaka huu baada tu ya uchaguzi kuweza kufanyika mwaka huu ambako uchaguzi huo ulifanyika uh, siku ya tarehe kumi na tisa ishirini mwezi wa kwanza Januari mwaka huu, na baada ya hapo tu mwenyekiti wa chama hicho mpya alijitokeza uh, hadharani Ee, na akazungumza rasmi kuhusiana na ajenda kuu ambayo kwa sasa wanakwenda nayo ambayo pia wameendelea kuitengenezea misingi mikubwa sana ee, ya kuhakikisha inastawi. Tunazungumzia tone tone tone nimo tome nami aa, ikiwa ni eh, kampeni mahususi ya kuchangisha fedha katika njia mbalimbali mbali fedha pamoja na nyenzo mbalimbali za kuweza kufanikisha ajenda yao ya no reforms, no election, bila mabadiliko hakuna uchaguzi. Na tukio kubwa la wiki hii e, ni taarifa ambayo ilitolewa na wao wenyewe Chadema, e, ikieleza wito wao ambao wameupokea kutoka kwa msajili wa vyama vya siasa nchini ambako leo siku ya tarehe kumi na nane mwezi Machi, umeitikia wito huo maeneo ya posta jijini Dar es Salaam kwa ajili ya kuitikia wito huo wito huo wa mazungumzo baina yao pamoja na msajili wa vyama vya siasa majira asubuhi. Taarifa ambayo pia tulikufahamisha hapa ilieleza namna ambavyo eh, viongozi hao waliwasili eh, katika ofisi hizo akiwemo John Mnyika pamoja ambaye ni katibu mkuu wa chama hicho, pamoja na wasaidizi wake kutokea upande wa Tanzania bara pamoja na Zanzibar. Baada ya kuwasili katika ofisi za msajili wa vyama vya siasa Tanzania waliweza e, kuingia huko ndani, walionekana wakiwa ni viongozi waandamizi e, watatu ambao waliwasili katika maeneo ya ofisi hizo, na baadaye waliweza kutoka na kuzungumza na vyombo vya habari. Waandishi wa habari waliokuwepo e, katika eneo hilo walihakikisha kwamba wanapata maoni ama kusikia kile ambacho kimeendelea huko ndani kutoka katika upande wa chama cha Chadema ambako John, John Mnyika katibu mkuu, kiongozi mwandamizi kabisa wa Chadema aliweza kuzungumza e, na waandishi wa habari na kueleza kilichojiri, ikiwa ni wito wa msajili wa vyama vya siasa e, Mutungu ambaye aliwauliza Chadema kwamba no no, ni nini hasa wanamaanisha wanaposema no reforms no election, na ni mabadiliko aina gani ambayo wanayataja ama wanayabainisha na wakitaka yafanyike kabla ya uchaguzi kuweza kufanyika. John Mnyika amezungumza na wameweza kujibu eh, maana halisi ya no reforms, no election, ikiwa ni msimamo wa chama cha Chadema eh, kuweza kufanya ama kuhitaji mabadiliko, na eh, ameeleza namna ambavyo pia wameweza kusikilizwa na eh, yale ambayo pia eh, cha, eh, tume hiyo ama msajili wa vyama vya siasa alicho e, walichojadili nacho walichojadili wote kwa pamoja, ambako wamesema masuala ya ndani waliojadili hawawezi wao Chadema kuzungumza kwa sasa, bali waandishi wa habari wanao nafasi ya kwenda kumtafuta msajili huyo na kumuuliza e, ni nini alichokisema baada ya Chadema kueleza maana ya no reforms no election, ni nini wao upande wa usajili wa vyama vya siasa walichokisema. Lakini makubaliano yao ni kwamba wamepeana muda, kila mmoja ama kila upande ukafanyia kazi yale ambayo e, wameyazungumza na baadaye wataweza kukutana kwa ajili sasa ya kuangalia utekelezaji wa yale ambayo kila mmoja alikuwa ama kila upande ulikuwa unaenda kuya fanyika. Uh, Je, mazungumzo haya ya Chadema pamoja na msajili wa vyama vya siasa yatakwamisha ama yataweka kando ama yatapumzisha kwanza ajenda yao ya eh, mabali, bila mabadiliko hakuna uchaguzi ameeleza bayana John, uh, John Mnyika akieleza kwamba wao wataendelea na shughuli zao na hivi karibuni watatangaza ratiba yao ya kampeni hiyo ama ya ajenda yao ya no reforms, no election, ambayo itakuwa wazi na wananchi, wanachama na wakieleketwa eh, wa chama cha Chadema watafahamu, na ratiba hiyo itakuwa wapi na wapi, lini, na viongozi wa aina gani ambao watahudhuria katika maeneo hayo, ikiwa ni ziara au mikutano tu ya kawaida ambao wataiendesha. John, John Mnyika ameeleza bayana kwamba watahakikisha kwamba wanaweka bayana masuala hayo ya ratiba na hayo ndio ambayo kimsingi amezungumzwa sana na John, John Mnyika e, lakini kubwa zaidi msimamo na msisitizo ambao John Mnyika amesisitiza, uh, ama kukolezea wino ni kwamba wao wanaendelea na harakati zao ajenda yao ya kuzungumza, kuweka bayana, kuwaelimisha wananchi kuhusiana na uh, hayo mabadiliko ambayo yanayozungumza wao, lakini pia kueleza ajenda hiyo inalenga nini, inalenga jambo la kwanza kuweza kuitaka serikali, vyama vya siasa, lakini na ofisi ya msajili, kwa maana tume huru ya uchaguzi iweze kukubali hayo mabadiliko na yaweze kufanyika. Jambo la pili, endapo isipofanyika, ajenda kubwa uh, ya chama cha Chadema ambayo imebainishwa bayana uh, tangu walipotangaza no reforms no election, kwamba watazuia uchaguzi. Uh, uchaguzi watauzuia na watahamasisha umma kuweza kuingia barabarani kwa maana ya kufanya maandamano ambayo yatazuia uchaguzi usiweze kufanyika, na haya tumeyazungumza mara kadhaa katika ripoti zetu mbalimbali ambazo tumekufahamisha hapa mtazamaji. um, utafahamu ya kwamba e, nguvu ya Chadema ambayo anaitumia uh, ikiwa ni moja ya swali ambalo aliulizwa mwenyekiti wa chama hicho Tundu Antipas Lissu katika kikao ambacho alifanya pamoja na wahariri uh, kupitia jukwaa la wahariri Tanzania, TEF Tanzania Editors Forum kwamba endapo e, uchaguzi ukafanyika ama mabadiliko yasifanyike na uchaguzi ukawa umetangazwa kama yalivyo e, taratibu ambazo zitafanyika na tume ya uchaguzi e, ni nini ambacho CHADEMA watakifanya pengine baada au kabla ya uchaguzi, kwamba, e, Lissu alieleza bayana kuhusiana kwamba watazungumza na um, e, vyombo mbalimbali vya kimataifa kuwaeleza kuhusiana na swala hilo ni kwa namna gani. E, taifa la Tanzania limekuwa halizingatii zaidi haki, halizingatii e, katiba yake ambayo imetengenezwa na Watanzania wenyewe ya mwaka 1977 lakini pia katiba ambayo inaonesha bayana hitaji la mabadiliko e, kama si katiba mpya bali ni maboresho ama, e, kufanya maboresho ya baadhi ya vipengele katika katiba hiyo ambayo ajenda yake kubwa ilikuwa ni kufanikisha swala la uh, uhuru wa Tanzania ambao uliweza kupatikana mwaka 1961 kwa hivyo haya ni mambo ambayo pia yanajiri kwa sasa katika uga wa kisiasa hasa kupitia chama cha demokrasia na maendeleo ambayo eh, wamekutana na msajili na uh, eh, dialogue kwa maana mjadala wao umejikita katika maeneo ambayo uh, eh, John Mnyika hajaweka bayana eh, bali ajenda kuu ikiwa ni hakuna mabadiliko hakuna uchaguzi lakini tusubiri pengine baada ya huo muda ambao wamejipa upande wa msajili pamoja na upande wa chama hicho e, huo muda ambao watakuja kuzungumza hadharani ni nini ambacho sasa kitafanyika kwa upande wa msajili. Lakini swali lingine ambalo pia Mnyika amelizungumzia ni kuhusiana na barua ambayo waliandikia mwezi wa 12 mwaka wa jana ofisi ya msajili wa siasa kuweza kutumia vipengele vya katiba ya Tanzania yz e, kwa kuwa mamlaka mojawapo ya tume hiyo eh, i ni, ni, ni, eh, kufanya mawasiliano ama kuwa na mawasiliano ya moja kwa moja na serikali kwamba waandikie serikali kwamba wadau wao eh, wa uchaguzi wanataka mabadiliko yaweze kufanyika katika eneo la moja mbili tatu ambako barua hiyo pia haijajibiwa mpaka leo hii kutoka kwa msajili wa vyama vya siasa kwa mujibu wa John Mnyika. Mambo gani ambayo yanatarajiwa zaidi kuweza kujili, lakini mwanga ambao unaonekana kwa sasa, kwamba CHADEMA wataendelea na kila ambacho wao wanakieleza kwa sasa kwamba hakuna mabadiliko Eh, hakuna uchaguzi, na kampeni yao ya tone tone itaendelea kufanyika wakati huu wakiwa wamekutana na msajili wa vyama vya, vya siasa. Kwa maoni zaidi tuandikie katika eneo la maoni hapa katika eneo la maoni.